Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tunamie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanaisi. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Wajua kule Zanzibar,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 tukachuje tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu, tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi. Sasa ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, ili tuwe na uchujaji